Mwongozo wa kujifunza Biblia Juni 22 mwaka 2025. Hii ni siku ya Jumapili. Mada inasema Nabii Mkaidi. Kisa cha Yona, tazama katika Yona sura ya kwanza hadi ya nne, ingawa ni kifupi kinatoa matokeo makubwa. Waumini wengi wamepata picha zao wenyewe kwa unabii huyu mkaidi. Kisa pia kina vidokezo vya ajabu kuhusu matukio ya wakati ujao usoma Mathayo sura ya 12:38 hadi 42. Ni sehemu gani za kisa cha Yona ambazo Yesu anarejelea anapozungumza na waandishi na Mafarisayo? Ni masomo gani kuhusu hukumu yanayopatikana katika kauli yake? Yesu alitangaza kwamba alikuwa mkuu kuliko Yona. Alijua kwamba kuja katika ulimwengu huu kungemaanisha msalaba na bado alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea, Luka Mtakatifu sura ya 19 ya 10. Yona alikaa siku tatu ndani ya samaki mkubwa kwa sababu ya dhambi zake mwenyewe. Yesu alikaa siku tatu kaburini kwa ajili ya dhambi yetu. Hicho ndicho kilichoweza kuokoa wapotevu. Leo tunamjua Yona kuwa nabii mkaidi asiyetaka kwenda Ninawi. Kwa mtazamo wa kibinadamu ni rahisi kuelewa utawala wa Waashuri ulikuwa wa kikatili. Picha zilizochorwa ukutani za Waashuru zimejaa matukio ya ukatili usio wa kawaida. Watu waliochukuliwa mateka waliuawa kwa njia za kikatili zaidi ya inavyoweza kufikirika. Ni nani angetaka kukabili matarajio ya kuhubiri toba katika mji wao mkuu? kuna wakati muhimu katika kisa unaoweza kuelekeza mbele katika harakati ya masalio wa siku za mwisho yona anapoulizwa yeye ni nani anajibu mimi ni mwebrania nami na mcha bwana mungu wa mbingu aliyeziumba bahari na nchi kavu maelezo yanayofanana sana na ujumbe wa malaika wa kwanza yona sura ya kwanza ya 9 ufunuo sura ya 14 aya 7 kwa hakika mkazo wake juu ya Bwana kama yeye aliyezifanya bahari na nchi kavu, bila shaka unaelekeza kwake kama Muumbaji. Ukweli huu ni msingi wa kwa nini tunapaswa kumwabudu, na ibada ni kiini cha matukio ya siku za mwisho. Wakati huo huo, sisi pia tumekabidhiwa kuhubiri ujumbe ambao huenda haupendwi na watu wengi katika Babeli ya kiroho kusema tokeni kwake nyi watu wangu, Ufunuo 18:4, ni kuambia ulimwengu kwamba lazima watubu. Ujumbe ambao karibu kila mara umeibua mwitikio hasi kutoka kwa watu wengi, hata unapotolewa kwa namna ya upole zaidi inawezekana. Ni nani kati yetu, wakati anaposhuhudia, hajapokea mwitikio hasi au hata wenye uadui? Ni sehemu ya kawaida ya kazi